Jana tulikuletea stori ya jeshi la Russia kushusha mashambulizi mazito katika mji wa Sumy nchini Ukraine ambapo awali tuliripoti kuwa idadi ya waliokuwa wamefariki katika mashambulizi hayo ni takriban watu 20. Sasa taarifa tuliyoipata leo Jumatatu, Aprili 14, 2025, kutoka shirika la habari la Associated Press imesema kuwa Russia iliendeleza mashambulizi yake katika mji huo wa Sumy nchini Ukraine ambapo idadi ya waliofariki imeongezeka na kufikia watu 34 huku zaidi ya 100 wakijeruhiwa. Katika taarifa hiyo, Associated Press imeripoti kuwa makombora mawili yalilenga katikati ya mji huo mnamo saa 10 na dakika 15 alfajiri kwa saa za Ukraine, sawa na saa moja na dakika 15, wakati watu walikuwa wamekusanyika kusherehekea siku ya Jumapili ya Mitende, ambapo siku hiyo ni siku ya kwanza ya Wiki Takatifu ya Wakristo. Kupitia ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema miongoni mwa waliouawa ni watoto wawili, ambapo Zelensky aliongeza kuwa makumi ya watu walijeruhiwa katika mashambulizi hayo ya kutisha. Ni muhimu dunia isibaki kimya au kutojali. mashambulizi ya Russia hayastahili chochote ila kulaaniwa, Zelensky alisema. Lazima kuwe na shinikizo kwa Russia kusitisha vita na kuhakikisha usalama kwa watu wa Ukraine wa huduma za dharura zilisema idadi ya vifo huenda ka ikaongezeka maradufu. Hakukuwa na tamko lolote la haraka kutoka kwa Russia. Video zilizowekwa mitandaoni kutoka eneo la tukio zinaonyesha miili ikiwa imelala chini katikati ya vifusi na moshi ukifuka eneo la kati la mji huo wa Sumy. Nanuku, katika siku ya Jumapili hii ya mitende ya nuru, jamii yetu imekumbwa na msiba mkubwa, alisema kaimu meya wa Sumy Atem Kobza, kwenye taarifa iliyotumwa kwenye mitandao ya kijamii. Shambulizi hilo lilofanyika wakati Marekani chini ya rais Donald Trump ikiongeza shinikizo la kufanikisha usitishaji wa mapigano hayo, zaidi ya miaka mitatu tangu Russia ianzishe uvamizi wake kwa kiwango kikubwa dhidi ya Ukraine. Mjumbe maalum wa Trump nchini Ukraine, luteni jenerali mstaafu Keith Kellogg, alisema shambulizi la Russia dhidi ya raia nchini Ukraine limevuka mipaka ya ubinadamu. Na nukuu, kama kiongozi wa kijeshi wa zamani, ninaelewa maana ya kulenga kijeshi na hii si sahihi. Kellogg aliandika kwenye mtandao wake wa X, zamani Twitter, Ijumaa iliyopita. Mjumbe mwingine wa Trump Steve Witkoff alikutana na Rais wa Russia Vladimir Putin huko mjini St. Petersburg nchini Russia. Baada ya mazungumzo hayo ambayo vyombo vya habari vya serikali vya Russia vilisema yalidumu kwa zaidi ya saa nne, Trump alisema mazungumzo hayo ya kutafuta njia ya kumaliza vita huenda yamekuwa ya mafanikio makubwa, lakini kuna wakati mtu analazimika kuchukua hatua au akae kimya. Baada ya shambulizi la Jumapili Zelensky, alisema mazungumzo hayajawahi kuzuia makombora ya masafa marefu au mabomu, na kinachohitajika ni mtazamo dhidi ya Russia kama taifa la kigaidi. Wakati huo huo, pande hizo zinazouzana zimeendelea kurushiana mashambulizi licha ya makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani ya kusitisha mashambulizi hayo dhidi ya miundombinu ya nishati, jambo linaloonyesha ugumu wa kufanikisha mwisho wa mzozo huo. Ukraine imekubali pendekezo la Marekani la usitishwaji wa mapigano ya jumla, lakini Russia imezuia utekelezaji wake na kuweka masharti magumu, ambapo serikali nyingi za Ulaya zimemlaumu Putin kwa kuchelewesha mchakato huo. Na nukuu, kila mtu anajua ni Russia pekee inayotaka vita hivyo, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema baada ya shambulizi hilo la Sumy. Leo imekuwa dhahiri kuwa Russia pekee inataka kuendeleza vita hivi, ikionyesha dharau kwa maisha ya binadamu, sheria za kimataifa na juhudi za kidiplomasia za Rais Trump, alisema Macron, mwisho wa kuneko. Chancellor wa Ujerumani Friedrich Merz alisema kuhusu shambulizi hilo kuwa ni kitendo cha kijinga na cha hila na ni uhalifu mkubwa wa kivita na makusudi uliopangwa, katika mahojiano na kituo cha televisheni cha ARD. Kwa upande wake waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer alisema amesikitishwa sana na mashambulizi la kutisha la Russia dhidi ya raia huko Sumy, na kuongeza kuwa Putin sasa lazima kubali usitishaji wa mapigano kamili na haraka bila masharti. Waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni naye alitoa tamko la kulaani tukio hilo na aliandika kama ifuatavyo: katika siku hii takatifu ya Jumapili ya mitende shambulizi lingine la kutisha na la kinyama la Russia limetokea huko Sumy tena, likiwaacha waathirika wasio na hatia wakiwemo kwa masikitiko makubwa ni watoto alisema Meloni, mwisho wa kunukuu. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Russia ilisema siku ya Jumapili kuwa Ukraine ilifanya mashambulizi mawili dhidi ya miundombinu ya nishati ya Russia katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Pia ilidai wanajeshi wa Russia wameiteka kijiji cha Yelizavetska katika mkoa wa Donetsk nchini Ukraine. Serikali ya Ukraine haijatoa tamko lolote kuhusu dai hilo, ingawa vikosi vya Russia vimekuwa vikifanya mashambulizi na kuendelea mashariki wa Ukraine katika miezi ya hivi karibuni. Ukraine imetoa onyo kuwa Russia inapanga mashambulizi mapya ya msimu wa masika ili kuongeza shinikizo la kubadilisha nafasi yake ya mazungumzo. Russia kwa sasa inashikilia karibia asilimia 20 ya eneo la Ukraine, hasa mashariki na kusini mwa nchi hiyo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital takuzogezea kila update na ujili kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.